Mm. Nilikuwa mm. kiachana mm. na neno Zidane, tuanzie hapa kwenye kardaya ya mpira kabla ya kutua katika ardhi ya Dodoma. Hapo ndo nyumbani kwenu bila shaka. Historia yako yak unajua kuna wengine walijiuliza, na kuna wengine walikuwa wanakufahamu badala danni, yeah, ya kandarasi kusajiliwa ndani ya Azam FC kwenye hivi vilabu vidogo, hata mashabiki kufuatilia inakuwa si kubwa, si kubwa yeah. Nataka tufahamu pengine timu yeah, tu katika watu wadogo nikuja pale nikaja nikaondoka, nika nika nikaenda katika timu timu inaitwa Ajax ya Kondoa, nilikuwa nashiriki ligi daraja la tatu ya mkoa, nikacheza cheza nadhani kwa Kondoa Tunafahamu kwa mimi nilichezea Ajax pale, mm -hmm. mm -hmm. na baadaye hatimaye nika nikachukua nika na mwenyekiti mm -hmm. wa chama cha mpira cha Dodoma yeah. mwanae katika msingi ya football park kanichukua pale, akanipeleka sasa Dodoma jiji na 20. Kwa hiyo kipindi niko Dodoma jiji na 20 kwa nikaa napata muda kwenda kwenye akademi ya Makole pale Makole Akademi, ambayo sasa hivi ni kama Zabibu Akademi. Kwa hiyo nadhani nimekulia makuzi pale ndani ya mwalimu na mwalimu wangu wa Maromaro, ambao kwa jina lingine mtu wa Maromari au almaarufu wa Maro, bado nilikulia nilipata muda mwingi sana lakini nilipata ukuu zaidi chini ya mwalimu Maro.

nilianza kufanya mazoezi na kupandishwa kwa mm. mkataba nilianza kupandishwa mm. ah, baadaye nikaanza kusafiri na timu nikaenda mkataba kktbahatimbay ondok kaja akaniendeleza mwaka mzima, kanipa mkataba rasmi contract ya miaka miwili nadhani ndo mwakatavta ilikuwa kubwa kweli kweli. Wenyewe wakazungumza na kusema kwamba mfupa uliyemshinda Yanga ukamshinda Simba, Azam hatimaye ameuchukua. Ni kweli vilabu hivi vyote vilikufuata na kutaka saini na kandarasi katika dirisha dogo la usajili kama naweza kusema mtetesi, kwa sababu ofa ambayo ilikuja rasmi ilikuwa ni Azam. Azam ya kuelewa kama kulikuwa na na wao kuzunguka nyuma nyuma, lakini kwa binafsi upande wangu mimi, ofa ambayo nilipata rasmi, ambayo ile katika mazungumzo rasmi ilikuwa ni Azam nataka labda watu watu watu lakini zinafanana kwangu, mafanikio mafanikio chini. Turejee hapa sasa, the moment ambavyo ulitua siku ya kwanza katika ardhi ya viunga hivi vya Azam complex hapo Chamazi, ilikuwa ni momenti ya furaha kiasi gani? Na kuona kwamba tayari kile kitu ambacho nilichokuwa nikikitarajia dili limekamilika, na sasa ni hatima ya ndoto yangu iliyokuwa ikifikia mimi kuja kusogea kwenye viwanja hivi imetimia, na ilikuwa ni furaha kubwa sana, na furaha ilikuwa inaambatana na deni ambalo nilikuwa nalo kufanya. Sasa nimekuja kwenye klabu kubwa, na klabu kubwa inataka mambo makubwa. Mkono wangu ulikuwa na deni kubwa sana ambacho kilikuwa kina nyuma usingizi. Kwa sasa nimetoka Dodoma. Azam Azamu ni mkubwa na ina malengo makubwa, ninahitaji sasa kama hapa napata kila kitu ambacho kwa wakati, kwa nini sisi mimi nisijitoe zaidi, kupambana zaidi kwa hapa nilipofikia? Kwa kila siku kwangu niko naona na kitu kikubwa cha kufanya, kama mazoezi ya mwalimu nafanya, basi nifanye na mimi ziada, extra, kwa sababu ili ni bora zaidi. Kwa hiyo Mungu, nipata mapokezi makubwa, wachezaji wangu walipokea makubwa, upendo kwa wachezaji wangu ni kubwa, mashabiki walipokea, viongozi benchi la ufundi kwa support yao, kanipa nguvu, kanipa moyo na kanionyesha kwamba hapa niko sehemu ambapo niko sehemu salama. Mimi katika mechi yangu ya kwanza, ukishuhudia ukiscore na dhidi ya mashujaa, bila shaka ndio ilikuwa mechi ya kwanza, lakini bado unaendelea na consistency ile ile ambayo ulifunga dhidi ya mashujaa, ulifunga tena dhidi ya Simba. Sasa na hata wakati tukifanya mahojiano na Zaka, alisema kile ambacho alikitarajia wao wanakiona kimekuja ni kama bonus, kwa sababu umeingia katika dirisha dogo. Walitaraji wewe utakuja kuapia badara ya msimu hu kuisha msimu ujao, lakini direct unashangaa kwamba umeapia haraka kikosi. Pengine hii inaweza ikawa ni ile chachu ambayo uliokuwa nayo kutoka senior, nikiwa namaanisha kwenye timu dogo kuja mpaka huku kwenye level ya timu kubwa. Kwangu yeah. nipa nipa faraja sana Siku zote naamini kwamba naamini sana kwenye kujipambania kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye sana mm. kwa sababu, kuna dhana ya watu ambayo ipo kichwani mwa watu mm. sio tu kichwani mwa watu wengi sana, mpaka wachambuzi wetu, watu wengi wa soka wengi, ambao mtu mwingine anaweza kana mtu wa soka kweli, lakini kuna ile dhana kwamba ipo kipindi unakuja Azamu au sio Azamu, Azamu, hata sisi, hasa kwa sisi vijana wadogo, mwachipukia mm. mm. kuna timu kubwa inaenda kupotea

nikuza muda wangu mm. Sasa hivi huko mimi siko na jibu sasa hivi, kwa hiyo huwezikusubiri mimi nina miaka arobaini huko mimi sasa, ndo nitoke kidogo na mkubwa au nitapata kitu, sikiona nguvu kwa muda. Sasa wewe, sasa hivyo kujipambania, tutakuwa kwenye zana ambayo tunaiamini kwa kitu. Ni swala la kucheza, ni swala mtazi sasa binafsi, ni swala la timu, ni swala, ni swala la la coach. Coach haiwezi kumweka benchi mchezaji ambaye anamsaidia. Haiwezekani. Hata wewe unaona wakubwa nini, kama akibweteka atakaa benchi mm. Kwa swala la, la, la, la, la, la kucheza mm, ni jitihada ya mchezaji mwenyewe. Haijalishi wewe wewe una kiwango mm, una kiwango akuzidi, kwa jitihada yako wewe ndio utakayefanya mchezo, kwa naamini hicho kitu. Kwenye kwenye tasnia yetu ya mpira kibadilike, watu watu waamini, si vijana. Kama mtu ana uwezo na nguvu, mpe nafasi, tuende kama wenzetu wanaofanya. Watu tuendelea na imani kwenye vijana na, na Mere, no modern food ya sasa na hata soko la, mm. la kijana huwezi kulinganisha mm. mm. mm. na mtu ambaye akashamaliza. Lakini leo kwa kwetu mtu na miaka arobaini thelathini na nane unaona soko lake ndo kubwa kuliko wewe na miaka ishirini kukupa hela wewe nae ambaye ana historia kubwa labda shakifanya kitu fulani mm.

aajimwaka mmojaaesya, baadaye, nataka tuzungumzie moment ambayo tulikuwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa mwalimu akakuchukua na kukwambia na kukupa maelekezo kwamba nenda kafanya kitu fulani na kuamini Zidani unaweza. Ni mwalimu alikwambia nini hasa katika zile dakika kumi zilizokuwa zikisalia, ya kwamba nenda kabadilisha kitu fulani, anaamini ya kwamba kuna uwezo wa kufanya kile kitu <coughs> <coughs> Cha kwanza aliniita, aliniita nikiingia, nikiwa na imani kwa tunachofanya, cha kwanza katika uwanja, ananiambia Zidane, unaenda kufunga. Mwalimu anakuambia unaenda kufunga, kama mwalimu kaweka imani kwangu, basi kuna kitu ambacho labda yeye anatarajia nimpatie, na hakuna namna zaidi ya kufunga, hakuna namna zaidi ya kufunga au kusaliti mwenzangu, kuchini kwao. Kwangu alikuwa ananiambia kujibidiisha na kwenda kumhamisha kwao hata mm. Kama ndaka mbili, ndaka tatu, kama sijafunga basi sad. mm. Kwa kwa mm. mm. Yes. Tuizungumzia moment ambayo Faisal alikuwa na mpira tayari, ulikuwa natarajia kwamba Faisal yo mpira niako nakwenda kuniwekea mimi ama ulitarajia ile moja kwa moja tana aliyoifanya Faisal pale, ulijua moja kwa moja hilidicho alengi mtu mwingine yoyote ila hmm. hmm. hmm. hmm. ana focus kwa hmm. <laughs>

Mpira. Kwa hiyo alipoona jitu tu kuniangalia mimi, mm, mimi na body language yangu, mm. So, kwenye mpira communication zinaanza na mdomo, mm, na body language. Kwa hiyo mchezaji mzuri yule anaangalia body language yangu. Anataka nini huu mpira, anataka aupigeje huu mpira? Kwa hiyo alipoona jitu na mimi nikaonyesha reaction. Namshukuru Mungu nimechaguliwa kuwa mchezaji bora. Mm. Pengine mm, kulikuwa kuna ugumu gani wakati wewe ulikuwa mbele, Mohamed Hussein Shabalala alikuwa yuko nyuma yako, and then front mbele yako alikuwa yuko Musa, ugumu wa kiasi kikubwa kirahisi kani ujaogopa ajali, ujaogopa hiyo ni satisfied kwa mwingine pana, ni zaka ngumu kuingia na timu kama moto. Kwa maana si satisfied mimi kwa ajili ya timu yangu, kwa ndo maana nikaa nikaa na kipa nikafunga, kwa sababu ile ni ajali ambayo kipa mwingine anaanza kufanya kibao kwa mimi, lakini pia bado namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu anatuepusha na ajali ambazo zinatokea wacha, ila yeye nadhani si si si si tunakosa kitu, kwa kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu chini leo jina watu wanalimba Zidane kwa sababu ya kile ambacho nilifanya. Kwa nini ningeogopa ile mpira? Labda timu singopata matokeo na tungetoka wanyonge.